Langu jina ni Mjukuu wa Bunduki, kijana wa Uhuru Kinyatta Migai, kijana ya Margaret Kinyatta, mjukuu wa mama Ngina, mbunge mtarajiwa wa Embakasi 2027. <laughs> Na kwanza nataka kuzungumza kuhusu mambo ya kiongozi mmoja ambaye ni kiongozi ambaye ni wa kabila na kiongozi mwingine ambaye ni mwoga. Hii Kenya namb nataka nijibu mbunge ambaye ametoka kwa floor kama anataka ukuwa saneta wa Kakamega, maybe Kakamega binguni, lakini sio Kakamega ambayo tunajua hapo iko Kenya. Saa hii hakuna mluya mjinga i Kenya, hakuna waluya wote. Wamejanjaruka na wamejua baba yao, ninatembea ni asaba, ni asaba. Na hapo ndio wako kwa sababu, saa hii sa tukizungumuza kuna zaidi ya watu nane wameuliwa na serikali, wamepikwa bunduki. Na kwa nini? kama mudavadi na tuli na Wetangula wanajali jamii yao, si wasungumuze kwa niaba yao. Ukienda maeneo ya game kuna gold, maeneo ya Migori kuna gold, Nyatike, lakini hakuna siku askari amepiga mjaluo na libunduki hakuna. Hata watu tunapinga serikali kiasi gani, but right now kuna muluya ambao wengine wameuliwa, wamama wamepigwa Then ng'ombe anakuja kwa kamera anatuambia Mudavadi ni kiongozi ya waluya kweli. Kiongozi ya kuku na chai na birika. <laughs> Bana hamko serious na maisha. Yule mtu ambaye uko na agenda ya muluya ni kiongozi mmoja ambaye ni excellency governor wa Tanzania. Kabisa. Then unapata mtu kama huyo then anakuja hapa anatuambia ya kwamba yeye ya kwamba yeah, yeah. Kiongozi wao natembea jaya ambe muluya toka kwa serikali hajawahi. Hajawahi sema, hakuna siku mheshimiwa gavana ameambia muluya wetu wako kwa serikali. Hakuna, anasema muluya anafaa kuheshimiwa, muluya anafaa, anafa kufanyiwa maendeleo. Si muluya anafanyiwa maendeleo kwa nyumba ya Wetangula, si muluya anafanyiwa maendeleo kwa nyumba ya Mudavadi na tuli? No, lazima muluya apewe haki yake namna mjaluo anapewa haki yake. Kabisa, tulifanya andishi na mheshimiwa Raila Odinga na Uhuru kinyata Kinyatta, tukajengewa nini Mombasa, Kisumu port inaonekana, so unapata unapata wao kina Mudavadi negotiate, wao wanakaa na wanapewa mandazi na chai then wataka kuwanga koti ya watu akili ni nywele na wana so lazima tutafute viongozi ambao kuna nywele na akili. Kama mheshimiwa anatembea kabisa. natembea si mbaya, anazungumuza ah, anazungumuza on behalf ya Luya community sisi kama jamii mjaluo tumefika mahali tumeko, kwa sababu nani? Raila Molo Odinga. <tipulio> na Raila alikuwa anajua kubakenia mjaluo kwa ra Raila ako nyumbani, yani akupinzani baada ya kwa serikali <tipulio> so Raila alikuwa anajua najukenye nafanya <tipulio> so huwezi kutuambia leo hii <tipulio> pia mheshimiwa anatembea <tipulio> <tipulio> ati ako akae tu, kwa sababu akupinzani, ati mluya aumie. Lazima muluya apate haki yake, na ile goli imepatikana kule Kakamega, lazima mluya ule wa chini ashimike na pati haki yake kwa shamba lake. Hatuwezi mutango la na mudavare wauze mali ya mluya nani MCA. Hii hatuwezi kubali, lazima haki ya mluya ipatikane. Huwezi hamisha shamba ya watu ati umepata gold ya thamani zaidi ya bilioni mia sita themanini hizo bilioni zote unataka kuwa muluya ili shamba yao ichukuliwe ikanota lao hiyo haiwezekani, ndugu zangu. Then wetangula amenyamaza kwa sababu mandazi ya kwa mdomo hawezi <laughs> <laughs> zungumuza <laughs> <laughs> Wetangula ndio huyo amefunga mdomo. Mudavadi sea amepewa kuku anaburudika naye, then walhuya wanauliwa, then watuambia sasa hiyo gold thamani yake 680 billion hiyo pesa ina iko wapi? Okay, bwana lazima tuambie muluya. Mimi nataka kuambia muluya, muluya muda sikuambie, mimi ndio mcheteze wanyonge. Lazima ucezewe kabila, hakuna mtu ambaye ana kabila. Lazima muluya shime na muluya, usikudanganye baba yako, ninatembe nanatembea kiseme aya natembea ndiyo, baba ya Muluya na kuna mpango na ya na Muluya na ajaambia Muluya toka kwa serikali Kenya anatafuta anataka kupanga Muluya ili Muluya akipewa kitu anapewa kitu mzito kama Mjaluo. Hiyo ndio bageni ipa anafanya.